Na taarifa nyingine zinaeleza kwamba licha ya juhudi za serikali ya kaunti ya Kajiado kuendeleza kujenga shule za chekechea bado changamoto ya uhaba wa walimu inatatiza masomo katika ngazi hiyo ya elimu. Wadau wa elimu ambao walizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa madarasa katika kituo cha ECD cha Adonyo Emunyi huko Kajiado Kusini wanasema walimu 100 walioajiriwa mwaka jana bado hawatoshelezi mahitaji ya wanafunzi. na umuhimu sasa wa masomo imekua imepanda juu kwa ajili ya wazazi wengi wamejua. Shule ilipojengwa hapa, ikawa sasa iko karibu, watoto wengi sasa wanasoma hapa. Mbeleni tulikuwa tunasomea watoto, alikuwa anasomea chini ya miti. Kipindi hicho tulikuwa na changamoto ya watoto kufika kwa ile kufi, kufi, kusomeshwa hapa, maana wakati mvua inanyesha tunanyeshwa na mvua. Changamoto ile tunapitia hapo ni ya mwalimu na darasa ingine. Alafu hii darasa hapo imekuwa ya manufaa sana hapa, kwa sababu unakuta wale watoto wadogo walikuwa wanakaa nyumbani wanapitisha ule umri wa kuingia shuleni. Iko iko shule zingine mingi ambayo wazazi bado wanalia, tuweze kutafuta walimu, lakini tuliweza kupatiana hao mwaka ujao ama mwaka huu, tukiweza tengeneza bajeti, tukipata fedha zaidi tutaweza tena kupatia hizo mashule walimu.